Karibu katika sehemu ya pili. Mara ya mwisho tuliishia pale ambapo Malkia Sakobi anampa Twizzler masharti mapya ya utajiri aliyompatia. Je, unajua nini kilitokea? Sinama hapo. Mikono juu, hey! Sasa kabla sijaanza kukuonyesha sehemu hii ya pili Hebu kwanza bonyeza like, kisha ni follow au subscribe. Halafu niandikia kwenye sehemu ya comments kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na maoni yako ni yapi. Haya, tuanze sasa. Hali ya hewa jijini inabadilika kuwa ya kijivu. Harufu ya damu na utajiri inaanza kuchangamana huku Twizzler akijikuta kwenye mtego ambao hawezi kuchomoka. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu ya kusisimua. Baada ya mkutano ule wa kutisha ofisini, bosi Jabiri hakuwa mtu wa kawaida tena. Alijua fika kuwa Twizzler aliyetokea pale hakuwa yule kijana mnyonge aliyemnyima kazi. Usiku ule, Jabiri alijifungia ndani ya nyumba yake ya kifahari iliyopo Masaki, akiwa amewaajiri walinzi sita wenye silaha za moto. Hakikisheni hakuna hata nzi anayeingia humu, Jabiri aliamuru, huku mikono ikimtetemeka alikuwa amepanga kutoroka nchi asubuhi na mapema kuelekea Dubai, akihisi kuwa kifo kinamnyatia. Wakati huo huo, kwenye jumba la Twisla hali ilikuwa ya kutisha zaidi. Twisla alikuwa amejifungia chumbani akiwa ameanguka chini na kugaragara kwa maumivu. Ile hirizi ya simba iliyokuwa kifuani mwake ilianza kutoa joto kali linalounguza ngozi. Ghafla, kucha zake zilianza kuchomoza kama visu, ndevu zake zikawa ndefu na ngumu, na misuli ya mwili wake iliongezeka maradufu. Sauti yake haikuwa tena ya binadamu. Kila akijaribu kuongea, ulikuwa ni mgurumo wa simba dume mwenye njaa. Damu, nahitaji damu ya Jabiri, nafsi yake ilikuwa ikipiga kelele. Mwangaza wa mwezi ulipogusa macho yake, Twizzler alipoteza fahamu za kibinadamu. Aliruka kutokea ghorofa ya pili na kutua chini kama manyoya. kasi ya ajabu alianza kukimbia kuelekea Masaki, akiruka kuta za nyumba na miti kwa urahisi usio wa kawaida. Walinzi wa Jabiri walikuwa wamekaa macho, lakini hawakuona chochote, walisikia tu pepo mkali ukipita. Ghafla, mlinzi mmoja aliyekuwa getini alinyakuliwa na kupandishwa juu ya mti bila hata kupiga kelele. Mwingine alifuata. Ndani ya dakika tano, walinzi wote sita walikuwa wamezimishwa bila kufyatua hata risasi moja. Jabiri, akiwa chumbani kwake akifunga virago, alisikia kioo cha dirisha kikipasuka paa. Aligeuka na kuona kiumbe cha ajabu kimesimama mbele yake. Kilikuwa na umbo la binadamu, lakini uso na macho yalikuwa ya simba mwenye hasira. Twizzler, akiwa katika umbo la unyama, alimkaribia Jabiri. Twizzler, tafadhali, chukua kila kitu. Kampuni, pesa, nyumba, niachie uhai wangu. Jabiri alipiga magoti ya kilia, lakini hirizi ya simba haikutaka pesa, ilitaka ahadi itimizwe. Twizzler alinyoosha mkono wake wenye kucha ndefu na kuushika moyo wa Jabiri. Katika sekunde hiyo, mwanga wa kijani kwenye hirizi ulimfunika Jabiri, na sauti ya Malikia Sakobi ikasikika ikicheka kwa ushindi. Kukipambazuka, jiji la Dar es Salaam lilikumbwa na mshtuko mkubwa. Habari za kuuawa kwa mfanyabiashara maarufu Jabiri zilitawala kila kona. Polisi walipofika eneo la tukio, walishangaa kukuta mwili wa Jabiri hauna hata tone la damu, kana kwamba amenyonywa na kiumbe wa ajabu. Magari yake na walinzi wake walikuwa wametawakaa, lakini hakuna kilichoibiwa. Twizzler aliamka asubuhi yake akiwa amelala kwenye sofa yake la gharama, akiwa na ladha ya chuma mdomoni mwake, damu. Alijitazama kwenye kioo na kuona ngozi yake imekuwa nyororo zaidi na anahisi nguvu za ajabu. Alifungua televisheni na kuona habari za kifo cha Jabiri. Alitabasamu, lakini tabasamu hilo lilitoweka alipoona ujumbe wa maandishi ya damu kijichora kwenye ukuta wake wa sebuleni: adui mmoja amelishwa, wamebaki tisa. Usikae muda mrefu bila damu au hirizi itakula moyo wako mwenyewe. Twizzler aligundua kuwa huu si utajiri tu ni kifungo cha milele. Wakati Twizzler akifurahia kiti cha enzi cha utajiri, This is the best. Pass the bottle over here. Hali inazidi kuwa mbaya wakati Twizzler akifurahia kiti cha enzi cha utajiri, kivuli cha kifo kinaanza kumnyatia. Na safari hii si kutoka kwa majini pekee bali hata kwa mkono wa sheria. Detective Lamba, mpelelezi mwenye uzoefu wa miaka 15, alikuwa amesimama mbele ya ubao mkubwa wenye picha za tukio la mauaji ya Jabiri. Alikuwa akizitazama alama za kucha zilizokuwa kwenye kuta za nyumba ya Jabiri. Huyu si binadamu na huyu si simba wa kawaida, Lamba alinongona. Alichukua sampuli ya vumbi lililokutwa eneo la tukio na kuliangalia kwa darubini. Alikuta kitu cha ajabu. Kulikuwa na chembechembe za dhahabu na harufu ya udongo wa porini ambao haupatikani jijini. Tafuteni rekodi za watu wote waliokuwa na ugomvi na Jabiri hivi karibuni, Lamba aliamuru vijana wake, na mumpate kijana mmoja anaitwa Twizzler. Nimesikia alikuja hapa ofisini siku moja kabla ya mauaji na akatishia kununua kampuni nzima. Wakati polisi wakihangaika Twizzler alikuwa kwenye mgahawa mmoja wa kifahari zaidi jijini. Mbele yake kulikuwa na mlo wa gharama, lakini kila alipojaribu kuula alihisi ni kama anakula mchanga. Mwili wake sasa ulikuwa unahitaji kitu kimoja tu, nishati ya uhai, life force. Simu yake ililia. Ilikuwa ni sauti ya baridi ya Malikia Sakobi. Twizzler, usishibe sifa. Mzee Mateso anakusubiri. Unakumbuka alivyokufukuza kwenye chumba chake cha panga usiku wa mvua, huku ukiwa unaumwa? Unakumbuka alivyotupa vyeti vyako kwenye majitaka? Twizzler aliuma meno, hasira ilipanda. Nakumbuka Malikia, leo ndiyo mwisho wake. Mzee Mateso alikuwa mzee mchoyo na mnyanyasaji aliyekuwa akimiliki nyumba nyingi za kupanga Uswahilini. Usiku huo akiwa anahesabu pesa zake za kodi, alisikia sauti ya mgurumo ikitokea darini. Ghafla taa zilianza kuzima na kuwaka. Twizzler hakuja kwa siri, safari hii alitaka mateso amuone. Alitokea kwenye kona ya chumba, macho yake yaking'aa kama taa za gari katikati ya giza. Twizzler, mwanangu, wewe ni tajiri sasa, mbona unakuja hivi? Mzee Mateso aliuliza, huku akijikojolea kwa hofu. Nimekuja kuchukua kodi yangu ya mateso ulionipa, Twizzler alinguruma. Kabla mzee Mateso hajaomba msamaha, Twizzler alimnyanyua kwa mkono mmoja na kumtupia ukutani. Hirizi ya simba ilianza kutoa mwanga wekundu wa kutisha. Safari hii Twizzler hakumuua haraka, alimwacha Mateso ashuhudie mwili wake ukianza kugeuka kuwa majivu taratibu, huku hirizi ikinyonya kila tone la uhai wake. lakini Twizzler hakujua kuwa Detective Lamba alikuwa ameweka kamera za siri za mwendo, motion sensors, maeneo yote ya maadui wa zamani wa Twizzler. Wakati Twizzler akimaliza karamu yake kwa mzee Mateso, king'ora cha polisi kilisikika nje. Zungukeni nyumba, hakuna kutoka. Sauti ya Lamba ilisikika kupitia vipaza sauti. Twizzler alishutuka. Alikuwa bado yuko katika umbo la nusu mnyama. Akijaribu kutoroka kwa kuruka dirishani, alikutana na mwanga mkali wa searchlights za polisi. Simama hapo, mikono juu, hey! Simama hapo weka mikono juu, Lamba alipiga kelele, akiwa amemlenga Twizzler na bastola ya kisasa. Twizzler alimtazama Lamba. kwa mara ya kwanza alihisi hofu, si kwa sababu ya polisi bali kwa sababu hirizi ilianza kumchoma kifuani. Sharti la Sakobi lilikuwa wazi: usikamatwe na binadamu au utageuka kuwafunza papo hapo. Je, Twizzler atatumia nguvu za simba kupambana na polisi na kuua watu wasio na hatia au atakubali kukamatwa na kugeuka kuwafunza mbele ya Detective Lamba. Safari ya utajiri sasa imeanza kuwa chungu. Mpaka kufikia hapa, ndio mwisho wa sehemu ya pili. Mtayarishaji na mtunzi wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika sehemu inayofuata, ambapo ndipo tutajua ni nini kitatokea mbeleni. Usikose. Sasa, kabla sijaendelea, chukua hii. Je, yeah. Unatafuta suluhisho la uhakika kwa afya yako? Longlu ni jibu la asili lililothibitika kusaidia changamoto mbalimbali mbali. Kwa wanaume huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume zenye uhafifu. Kwa wanawake huondoa changamoto za uzazi, ugumba na kurekebisha mvurugiko wa homoni. Afya ya ndani, kinga na msaada mkubwa kwa wenye matatizo ya figo na ugonjwa wa seli mundu au sickle cell. Siri ya ujana, tumia Longlu pamoja na Linchzi mara kwa mara ili kuzuia uzee na kuonekana mwenye afya tele. Kwa huduma zaidi Wasiliana na Dr. Grace Mollel kupitia namba 0775419021. Longlu, uhai mpya, tabasamu la kudumu.